Kwa hivyo mimi namshukuru Mwenyezi Mungu Mungu wa rehema kujalia baraka tele kufika siku ya leo. Baada ya mchezo wenu wa mwisho ambao mlitoa sare dhidi ya Jessica Bia tujaonana. Ah, uh, kweli tokea mechi iliyovoisha hatujaonana mpaka leo tumekuja kuonana leo na kati hapa kati kuna vitu vingi vimetokea. Mambo yametokea mengi sana. Mambo mengi sana, ila tunamshukuru Mwenyezi Mungu leo kuja kukutana tena. Yanga ambayo ilikatiwa tamaa tunaiona ikienda kufanya vizuri katika kundi lake ambalo asilimia kubwa watu walisema ni kundi la kipi? Ha, kwanza sisi watu wa Yanga tunafurahi sehemu moja, sehemu ya kwanza tunaofurahi sisi, sisi ndio timu iliyokatiwa tamaa kuliko timu yoyote hapa Tanzania, na watu wote walikuwa wanaongea Yanga ndio ndopo kwenye kundi la kifo, ila walikuwa wamejisahau kama lile kundi la kifo, muuaji ndio Yanga, muuaji ndio Yanga Afrika. Hmm. Si ushelewa sasa hivi. Sasa tunachofurahi sisi, wao ndio wanatuhesabia sasa, sio sisi kwa sababu mpaka sasa hivi utasikia mwingine anakuambia Yanga anatafuta pointi tatu kaenda, mwingine anakwambia anatafuta pointi nne kaenda. Sisi sisi hatukai, sisi tunasubiri. Sisi watu wa Yanga tunazungumza Waarabu wachaguane nani anakwenda na ya, Yanga Waarabu waeke kikao angalie yupi anaungana. Ya, yaani Waarabu wale wote watatu wakae kikao wao halafu waangalie nani anakwenda na Yanga, Yanga hii hasa ambao kila mtu alikuwa analalamika Yanga eh, kiwango kimeshuka, lakini tunaona inafanya maajabu kimataifa. Ha, kwanza ukisema hivyo inabidi tuwapongeze tuwapongeze viongozi wa Yanga Afrika. Kweli Yanga ilipata mwalimu wa kwanza, alikuwa mwenendo wake sio mzuri, timu ilikuwa inapoteana. Ila kwa uzuri wa uongozi wa Yanga kuelewa haraka, maana viongozi wa Yanga wanauelewa wa haraka mno kuliko viongozi wote wa hapa Tanzania. Kweli wakafanya mabadiliko, baada ya kufanya mabadiliko ndani ya wiki mbili. Mwalimu tumemwona kitu gani anacho? Kuna watu wanasema kwamba Young Africans kufanya vizuri inachangiwa sana mchango mkubwa na Simba kwamba mmejifunza vitu vingi kutoka kwao. Okay, ukisema Yanga kupata ushindi au kufanya vizuri inachangiwa na Simba, unazungumza si kweli. Kama huyo anatusaidia sisi tufanye vizuri, kwa nini saydi, asijisaidie mwenyewe afanye vizuri? Wanasema sasa wao walikuwa wanafanya vizuri tokea zamani, kwa hiyo wamewainspire nyie kuendelea kufanya vizuri. Ukizungumza okay, kufanya vizuri zamani, basi zamani alifanya vizuri Yanga, sio Simba Timu ya kwanza kuingia robo ndani ya RZ ilikuwa Yanga Afrika. Sasa so, utasemaje vizuri wameanza kufanya wao? Siku za karibuni. Siku karibuni siku gani? Yanga ndo alianza hapa alitolewa katuta na na National Rally. Kwa hiyo ukisema timu ilianza kufanya vizuri, utahitaji Yanga tu. Wao walikuja baadaye wakaja wakapotea. Yanga wamerudi kwenye hali yao. Yaani Yanga wamerudi kwenye hali yao waliozoea. Ya. Kwenye timu nne zinazoshiriki mashindano ya kimataifa msimu huu Tanzania. Mpaka sasa timu pekee zinazomiliki pointi ni ninyi na Singida Black Star. Mmefanikiwa kwa namna gani? Ah, ukisema kwenye timu zinazoshiriki katika mashindano ya kimataifa nchini Tanzania, mimi naizungumzia Yanga. Kwa sababu huwezi kuwazungumzia wengine na wakati wamefungwa wanafanana. Kwa sababu ukisema Simba tayari kashafungwa goli tatu. Ukiwataja Singida tayari kashafungwa goli tatu. Ukiwataja Azam tayari washafungwa goli tatu. Timu ambayo haijafungwa na timu haijaruhusu goli mashindano yote ya kafu ni Yanga. Kaangalia kwenye rekodi hiyo Jigi Diala hajageuka nyuma kwenda kuokota mpira kwenye nyavu. Ndo peke yake ndio tunomzungumzia sasa hivi. Kwa sasa hivi, ukizungumza kwa mechi zilizochezwa, Jigi Diala ndo kipa bora Afrika, ndo kipa bora Afrika, make hajaruhusu goli, na save za kutosha. Ha, na save za kutosha. Kwa hiyo sisi hatuwezi kumwiga mtu, sisi tunafanya yetu wenyewe Yanga. malengo Yanga Afrika ilikuwa grupu stage Hakuna mtu yoyote Tanzania asiyojua. Malengo ya Yanga ni group stage. Yanga anachoenda kukifanya sasa hivi ni bonus. Anawapa bonus mashabiki. Kwa hiyo malengo yake Yanga ikamaliza, anawapa bonus mashabiki. Paka sasa Yanga Africa mmekuwa mkicheza tu nyinyi, amwangalie mtu ali mnacheza mnatafuta points zenu hesabu eh, atawapigia watu wengine. Ah uh, uzuri wa Yanga Africa na viongozi wa Yanga Africa. Sisi tuliambiwa tupo kwenye kundi la kifo. Walisahau kuwa muuaji ndio Yanga Africa kifo . Sasa hivi wao, sisi tunashinda, sisi tunasuru ugeni nini, wao wanatuhesabia pointi. Kuna utofauti kati ya Simba na Yanga kupanga mipango ya klabu. Kwa mimi, ukiniambia Simba ameweka mkutano, mweka mkutano ule, naona sio mkutano. Mimi niliona Simba waliitana waende kula pilau huku wanaangalia taarifa habari, zukawa ule siushelewa no? hmm. Simba waliitana waende kula ubwabwa huku wanaangalia TV, sio kama wameitana waende kuenda kumkutano, ule huwezi ukawa mkutano hmm. Mimi naujua mkutano. Maana ya mkutano, maswali hayajibiwi kiuni, yaani mtu anauliza swali anajibiwa swali sahihi Sijawahi kuona mkutano unaenda kufanyika kiongozi anaondoka taa imezimwa, kiongozi anaondoka taa inazimwa. Hiyo huwezi kwa mkutano, ila uzuri uongozi wa simba wanawajua watu gani wanaowaongoza. Laiti kama ule mkutano yule angekuwa mwenyekiti wa Yanga, sizani kama angepanda gari sizani. sizani kama angepanda gari sizani, ila wanaowaongoza wanawajua wanaowaongoza wanawaweza, na ndio maana wanawafanyia hivi. She wangu, hakuna kitu kimenisikitisha. Wanajiita wao namba tano barani Afrika, kwa hiyo klabu namba tano barani Afrika wanasema, wanasema mafanikio mafanikio yao kushika nafasi kweli, watanu, na ya pili kweli, alafu wanajiita watano alafu na watu wanapiga makofi haujasikia Mwenye kiti si kasimama, mafanikio yetu mwaka huu tumepita mwaka jana. Mwaka jana tulikuwa watatu, mwaka huu tumekuwa wapili. Haya ndio mafanikio tuliyopata, na watu wakapiga makofi. Klabu namba tano barani Afrika. Ndio klabu namba tano barani Afrika wanaenda kufurahia kuflai, mwaka mzima ameshika namba mbili, ushiriki mashindano ya kimataifa kufika final. Mafanikio ya Yanga ni kuchukua kombe. Kama uliona kwenye mkutano wa Yanga Engineers anazungumza, mafanikio tuliyopata, tumechukua vikombe vitano Watu wanapiga makofi wa wa wa. Kwa hiyo kuna utofauti kati ya simba na yanga. Yanga mafanikio kuchukua vikombe, simba mafanikio kushika nafasi ya pili klabu bora namba tano Afrika. Ah, klabu bora ya maneno hakuna klabu bora, yani waliokuwa bora wote wameshinda mechi. Ndiyo ile kauli kwamba uongozi bora unachangia sana timu kupata matokeo mazuri, kama una uongozi bora kama una wachezaji bora kama una benchi la ufundi bora hauwezi kukosa matokeo. hivyo vyote Yanga Afrika sana, hivyo vyote Yanga vipo, hivyo vyote Simba hakuna, Simba hakuna hivyo vyote, hata kikosi bora hakuna, timu bora shee wangu, unaweza kwenda kusema timu bora Simba? Yani leo hii rafiki yangu unataka kwenda kucheza mashindano ya barani Afrika, klabu bingwa barani Afrika, unaenda na Mligo sema yule ameenda kuifuta namba ya Shabalala kabisa. <laughs> Ah, kwa hiyo yule ndo kafuta namba Shabalala. Mujibua. Kwa mujibu wao. Wewe ni kuulize. Kwa mujibu wa yule amfikii Shabalala mara 100. Yeah. Hani mara 100 bado amfikisha Shabalala. Ukimzungumzia Shabalala umehitaja namba tatu bora wa Afrika. Mm. Namba tatu bora wa Afrika unataja Shabalala. Shee wangu, usitaje Shabalala usifananishe na wachezaji wajinga wajinga. Pia yeah, pia yeah. Elie Mpanzu yuko pale. Elie Mpanzu yupo Simba, akili yake ipo Yanga. Hawezi kucheza mpira. She wangu, Simba kila mchezaji wa kisajili wanakwambia kama Pakome. Ha? Na bleach, Simba kila mchezaji wa kisajili lazima atakwambia huyu kama Pakome kwa sababu gani? Wanaiona quality ya kwa, kwa, kwa, kwa, Pakome ni kubwa. Kama unaona ligi ilivyoanza wachezaji wa Simba wengi walipaka bleach wafanane na Pakome. Lakini uwezo chini, hakuna she wangu, hmm. Simba sasa hivi wanacheza ngumi, sio mpira hmm. Kama uliona mechi ya juzi Simba alikuwa anacheza ngumi, refa tu kwa vile alishaekewa fungu, ndo akaamua sitoe kadi alisma alistahilikla chumatatu kwa sababu refa alishindwa wale jamaa kwa ile ea, ilikuwa sio alia goli tayainataka, nikwambie kuna vitu vingi. Refa akakosea, kama kafu wataenda kumwangalia, lazima afungiwe. Kwanza cha kwanza ile ilikuwa sio ea lile, kwanza icho chakwanza lele, kwa so penati, Akum, akum, akumshika kwa mkono, waligusana tu na mtu kaenda kafunga goli ka leva, akaona hii hapa itakuwa aibu, akaenda kutenga penati lile. Ni goli clear. Tunakuja tukio lingine, tukio lingine tunalizungumza. So akapiga ngumi kakosa goli, akampiga goli kipa, hakuna kadi ya njano. Ukipiga kwenye mpila, ukipiga ngumi, hakuna kadi ya njano. Umeme ule refa alikuwa upande wa Simba Sio sio watu peke yake, kante kapiga mtu kichwani ngumi. Hawa mkuona kwenye TV Nassoro, Nassoro, nimepita mtandaoni, nimeona mtu, nimekuta mtu kaposti kitu kaandika kwamba Simba inafurahi kwenye matukio mawili, kipindi cha usajili na Simba Day tu pekee. Ni kweli, haya si kila siku mimi nazungumza, hmm. ila watu hawataki kuniamini. Furaha ya Simba ipo mara mbili tu. Simba watafurahi kipindi cha usajili. Kila mwana Simba ukiona usajili unafanyika, anakwambia mwaka huu si tunasajili wachezaji Ndo furaha ya Simba. Simba wakimaliza furaha usajili, Simba wataenda kufurahia Simba Dei. Wakifika Simba Dei, Simba wanajaa wengi, wanapiga kelele. Ile ikishatoka hapo tayari, kila mwana Simba ukimwangalia usoni utasema kafiwa. Saivi angalia, ukitaka kujua mwana Simba nani mwana Yanga nani, angalia usoni. Ukimwona mtu sura yake na huzuni kama kafiwa, ujue Simba. Yaani kiufupi ni kwamba kipindi msimu unaanza kwenye usajili na kwenye Simba Dei, Mangungu ni mzuri sana. Ikifika kwenye, kwenye katikati ya msimu, she wangu hapa usajili unafanyika, kila mwana Simba anamsifia Mangungu. Ndani ya Simba day haukusikia Mangungu aondoke. Wewe ulisikia Mangungu aondoke? Kasajili, wameanza hapa ligi, wamepewa wachezaji, wamepewa timu ambayo wachezaji hawajatimia vibali wakawa na fly na wala Mangungu usikia aondoke. Sasa wameenda kukutana na watu wametimia vibali unasikia Mangungu aondoke. Kocha afai? Hii ndio, haya ndio maisha ya Simba. Sasa hivi Simba amekuwa anagawa utamu kwa kila mtu. Simba da anakuwa anagawa utamu, sio haya maneno, sio nazungumza mimi, kazungumza Ahmed Ali. Aliongea mashindano hajaanza, kila kundi kuna timu inagawa utamu. Sahii alizungumza, umeelewa sio? Sasa kwa hiyo sisi tumeja kuona ah, kumbe kila kundi anagawa utamu. Kwenye kundi la Simba, Simba ndo anagawa utamu. Atameza, atameza kwenye kundi ya jana, Simba ametoa nyuma na mbele, na maanisha Simba akafungwa nyumbani na ugenini uh -uh. Simba, Simba ametoa mbele na nyuma, maana yake na maanisha Simba akafungwa nyumbani na ugenini. Na bado. Na bado na bado anaendelea, Shehe wangu, nakwambia Simba anaenda naenda kufungwa mechi ya tatu uh -huh. Hii kripu iweke, nakwambia tena, Simba anaenda kufungwa mechi ya tatu. Amesema wanampiga experience nje ndani, tatu. Shehe wangu hakuna timu kwa ile ukuwa mbovu kama Stad Marini ile ile, ya unaenda ku, kupigwa chuma mbili na timu ile ile, ingecheza na Yanga imepigwa chini, nimeona goli sita, goli sita. Ile kama ingekutana na Yanga chini, goli sita. Simba Simba kuburuza na kubuluza mkia kwenye Simu kundi lake simuoni. Yanga anaenda kuongoza kundi Nimekuambiaje? Hmm. Uzuri wa National na Al Ahly ndio mechi inaofuata. National Al Ahly, tokea mwaka elfu mbili tunazungumza mpaka leo elfu mbili na ishirini na tano kaangalieni irekodi, hajawahi kumfunga Yanga Tanzania na Yanga hajawahi kumfunga National Misri. Hmm. si ushelewa? kwa hiyo unaenda kujua, unaenda kuitizama mechi gani National tokea mwaka elfu mbili mpaka leo hajawahi kumfunga Yanga Tanzania na yanga hajawahi kumfunga national Misri. Hizi timu zinaenda kwanza na uzuri, hii mechi inaanza kwanza Misri, hapo inakuja Tanzania. Gontanambei, kuna geti la kuingia kuna geti la kutoka shewangu gontanambei, tunaizungumzia ni amani, hata ishuke PSG inaenda kufa. Nasikia kuna la, chembe, chembe kama nao wanakuja Nakwambia hata kama ije PSG itakufa, she wangu, wao asije ni wamani, wao endelee kubaki kwa Mkapa. Simba na staili yao, nakwambia kwa Mkapa atoki mtu, ila mwaka huu kuna staili kwa Mkapa mtu anatoka, mtu yote anatoka. Hali mwaka huu kuna ule msemo umebadilika, baada ya kusema kwa Mkapa atoki mtu, sasa hivi kuna msemo unasema kwa Mkapa yoyote anatoka. Mm, mimi na walalamikia shirikisho mm, hili nalilalamikia mno. Kwa nini mecho maelisha adabi mwezi wa 12? kwa nini wa, hakuna wamechungulia, mechi ilikuwa pa tarehe kumi na sita tarehe kumi na sita mashindano bado, timu hii tungekutana naye, tumewakosa goli kumi na tano Kamara mm, akapigwa mara ngapi? Hmm. Kamara akapigwa mara sita na Yanga unaongea Kamara Yanga, kuna kipa gani wajamfunga Simba? Hakuna kipa asiofungwa na Yanga Simba, sisi tunazungumza kama tungekutana na Simba hii Kumi na tano, zipo, zipo? Simba ila sisi sio milima Minatano, tutakutana tu asora. Kwa kumalizia, sasa unaiona Young Africans wapi msimu huu ikiwa malengo mmeyapitiliza, na tunaiona Yanga inaenda kwa kunata yani haina kilele sana ishindi sana taratibu. Kwanza mimi hapa natoa pongezi kwa viongozi, wamepambana vizuri mpaka sasa hivi, tumechukua alama nne tumepitwa na anaongoza kundi kwa magori, so point. kwa magoli sio point. Point tumefanana. Wametupita kwa kuongoza magoli, anaongoza magoli mawili kwa sababu yeye kashinda goli tatu kafungua moja. Mimi nimeshinda moja sijafungua goli. Si ushaelewa? Hapo tunawapongeza. Hii ligi ya Tanzania. Sisi tunasubiriwa sana muda wa kukabidhiwa kombe. Na ligi pia. Ligi ya Tanzania na saha na muda wa kukabidhiwa kombe. Nimekuambia ligi ya Tanzania tunaenda kuchukua baki tubaki mara kumi. Msimu huo at least mnalegealegea. Hii clip weke. Kombe la Tanzania ligi kuu tunaenda kuchukua baki tubaki mara kumi. Simba anaenda kupigwa baki tubaki mara kumi. Tunaenda kuchukua vitu vinavyofanana, sikashapigwa mara sita. Na maana gani ya, ya dabi na ligi? Kwani kuna dabi Tanzania? Uongozi watarekebishaje na wakati mkutano umevunjika? Naenda kurekebisha uongozi wapi? Simba za sawa na kichwa cha Mwandazimu kuna muda kinapata afadhali kuna muda anarudia kwenye hali yake. Alikuwa kwa yaani Simba, ukimwona shabiki wa Simba, hata kama kakamatwa polisi usiende kumchukulia zamana. Yaani za sawa ameenda kumchukulia zamana Masai, akivaa nguo kachanganyika na wenzake umjui. Ndio sawa ukaenda kumchukulia zamana shabiki wa Simba. Na Simba pete kwa kumalizia sasa Simba unawaona wapi? Rudia tena. Mimi nacho kumalizia kwa misho kwa upande wa Simba. Waendelee hivi hivi, nami naendelea kwa Mwenyezi Mungu.